Achatujitayarisha fasta fasta kabla bebe ya bebe ajafika. Mm, saichonjwa tnata, yes. Abas ah, hapa anaona kila kitu shwari To my husband, to my husband, my wife shafika uko mlangoni, anaja basi sasa hivi, au? Sawa sawa, sawa sawa, tutakamfuatia.